Unatazama Furaha FM Media. Mkuu wa mkoa wa Iringa Peter Serukamba amelitaka baraza la madiwani la halimashauri manispa ya manispaa ya Iringa kuhakikisha wanasimamia mapato ya halimashauri ipasavyo ili kuendelea kuweka juu kimapato halimashauri hiyo mbili na fedha nyingi kadri mtakavyoweza ziende kwenye maendeleo ya watu, ili wananchi wetu waone kazi inayofanywa na, na manispaa kwa serikali ikileta ije kutuongezea, lakini sisi wenyewe tuwe tumeanza kupiga mbio kwenda mbele. Kwao naombe sana msimamie mapato ya halmashauri, najua kazi imeanza kwenda vizuri na bahati nimepata mkurugenzi mzuri, na nasema hivi kwa sababu namfahamu, nimefanya naye kazi mwaka mmoja na miezi minane ko najua niwaombe tu umpe ushirikiano ili alete mawazo alete fikara zake ili hali ya manispaa yetu bora zaidi kuliko ilivyo leo. La pili ni fedha za asilimia kumi kwenda kwa kwa wakinamama, vijana na walemavu. Hakikisheni fedha hizo zinakwenda, lakini vikundi hivyo msitengeneze vikundi vyenu. Madiwani, tengenezeni vikundi ambavyo kweli vinakwenda kutatua matatizo yao ya wananchi. Wapeni fedha wale ambao wanasifa kwamba akipoa pesa anarudisha ili tuwape wengine, sio wale ambao ukusanyaji wake unaanza kuwa tabu. Kwa hiyo naomba sana madiwani nisaidie, mkiona kuna kikundi cha watu wenye tabia mbaya, moyo wa kwanza, anaedugievi kikundi, tuna wasiwasi nacho, ili tuwape wale ambao kwanza wana discipline, lakini pia mikopo hiyo wataitumia tu matatizo yao ya umaskini na maendeleo yao, na ndiyo essence ya hizi fedha, ni laini ya kusaidia watu ili waweze kutoka kwenye umaskini kwenda kwenye, kwenye maisha bora. Kwa upande wake mstahiki meya wa manispaa ya Iringa Ibrahim Ngwada ameeleza hali ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo ndani ya manispaa. Tumepata tayari bilioni nne kwa ajili ya kuendelea na swala ukataji wa ule ili kuunganisha ikifikia, imefanikiwa kuunganisha mji wetu, utakuwa sasa unazunguka, tutapata bypass. Wakati huo tutapata daraja lile kule. Na tena nisije nikasahau, kaka Daudi, darasa la wewe, bwana simjui, mchukue hili kwamba tumeanza tayari, tumeshafikia hatua za mwisho <tuhu> hii, kwa sababu tumeisema kwenye baraza tayari, tumeshafikia hatua za mwisho za tayari tumesha kupata mkandarasi kwa ajili ya ujenzi wa barabara za kata ya Mkimbizi pamoja na soko la Kiesa, ilichobakia <lipi> nikusainiana naye tu mikataba, lakini barabara -ba za Mkimbizi sasa, Mkimbizi na Mtuvila, barabara za rami za kata ya Mkimbizi na Mtuvila na ujenzi wa soko lile la Kiesa, tunaenda kulibomoa lile soko na tunajenga soko zuri la kisasa tayari mkandarasi ameshapatikana, taratibu nyingine hizo zinaendelea. Kulikuwa na utaratibu wa kutafuta eh, eh, mshauri wa mradi ambao utaratibu wake unaendelea, lakini baada ya hapo utasainiwa mkataba kwa ajili ya kuanza ujenzi so, so, wa lile soko. Kwa hiyo ndugu zangu Wanairinga, kuondoke nao kama tayari tumesha pa, kwa hiyo tunao barabara, itapasuliwa soko la Kiesa litajengwa, Mwenyezi Mungu akipenda, tunaamini na lile daraja la Sakalilo nalo litakwenda kuunganishwa moja wa madiwani waliohudhuria kikao hicho anaeleza utekelezaji wa miradi ndani ya kata yake. Kwa kweli serikali kuu wametetea pesa nyingi sana, hususan kata yetu ya Kihesa, na miradi tuliyoletewa na serikali kwa asilimia kubwa tumeitekeleza. Kuna shule ya msingi Kipuru, kuna sekondari ya Nduli ambapo tunajenga maabara shule ya msingi Kikulu imekwisha. Uh, shule ya Nduli tunajenga maabara nayo ndio tuko kwenye kumalizia, na shule nyingine japo ni ya kata Gangilo, ya Makolongoni, lakini ile shule imejengwa eneo letu la kata ya Nduli na itawasaidia watoto wetu. Kweli tumezisimamia vizuri kabisa pesa hizi na zimefanya kazi inayoonekana kwa watu. Unatazama Furaha FM Media.